Msanii wa bongo flava kutoka Tanzania Damo Bladnam this time around ameonekana kabisa kwamba ameupenda sana wimbo wa copy and paste wake Ibra na Ibra yeye kuweza kushukuru kupitia ukurasa wake huo huo, huo wa Damo Bladnam, ambapo yeye aliweza kusema babu eh, shukran sana, akaja kuweka imoji fulani hivi za kushukuru. Mchango wako ni muhimu sana akaja kuweka imoji fulani hivi za kushukuru, lakini pia akaweka namba ya malipo pale jina, akasema kwamba linakuja mkoa wa tek. So huo ndo ujumbe ambao Ibra aliweza kureply baada ya Damo Bladnam yeye kuweza kupost picha ambayo picha hiyo ilikuwa inaimba wimbo wa Ibra copy and paste. So kuna baadhi ya watu wengi sana ambao pia wameendelea kucomment baada ya Damo Platinum kuonekana kabisa kwamba amesupport wimbo copy and paste. So, paste. Inafahamika pia kwa baadhi ya watu wengi ambao wao wametafsiri kwamba pengine labda ni dongo kwa Harmonize, kwa sababu Harmonize pia alishai kutoka pale WCB kwa maneno kibao na hata pia Harmonize ameonekana kabisa kwamba amemponda

So lakini pia nataka nikwambie kwamba hata pia influencer, mtangazaji e, na pia, Mwijaku ameweza ku drop comment yake pale kupitia ukurasa wa Diamond Platnumz e, yote hii Amerika kabisa kama naye mwenyewe pia amechukizwa na kile kitu ambacho Diamond Platnumz amekifanya na kumuita kwamba Diamond Platnumz ni mnafiki. Kwa upande wa Mwijaku, yeye, aliweza kuandika ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi kwa kudandia ugomvi sasa hey, hey, siku zote ulikuwa humuoni dunia ina wanafiki sana ise. Kwa upande wa Mwijaku, yeye akawa amemaliza hivyo. So kuna, kuna baadhi ya watu wengi sana ambao wanaendelea ku comment kwenye eh, ukurasa wa Damo Platinum na hapa, naona takriban, eh, comment elfu kumi na nne ambazo zinaendelea kumiminika this time around. Tupe mtazamo wako kwa mdau burudani, kutoka kipande chochote ambacho upo right now kuhusiana na hili sakata ambalo linaendelea Raibra Harmonize eh, pamoja na Damo Platinum. Until next time. Bye bye.